Kiongozi wa chama cha Inject Morara Kebaso ameonya serikali dhidi ya njama yoyote ya kuiba kura kwenye uchaguzi mkuu ujao wa mwaka elfu mbili na ishirini na saba. Kebaso alizungumza kwenye uzinduzi wa vuguvugu la vijana maarufu kama Not Too Young To Lead leo mchana hapa jijini Nairobi. Amesema kuwa kiongozi yeyote atakayeiba kura atakamatwa na vijana na kufikishwa mahakamani kufunguliwa mashtaka. Na kama mwanahabari wetu David Mudhoka anavyoripoti ni kwamba Kebaso na viongozi wengine chipukizi kama vile Kasmuel McOure wameshikilia kuwa Rais William Ruto ni rais wa, jo, wa muhula mmoja huku wakiwarai wa Kenya na hasa vijana kuwaunga mkono na kuwapa nafasi ya kuongoza nchi. Mbio za ikulu za mwaka 2027 zinazidi kupamba moto. Kiongozi wa Inject Morara Kebaso na viongozi wengine chipukizi walio kwenye muungano wa Prison Break akiwemo Kasmuel McOure wamejitosa kwenye ulingo kirasmi kwa kuzindua vuguvugu wanaloliita not too young to lead. Lazima tuungane, vile tumeona hao politicians wazee wameungana, tusipoungana watatuangamiza. Wawili hao wamemsuta Rais William Ruto huku wakiwa rai wa Kenya kuungana nao kumpeleka nyumbani itakapofika Agosti mwaka 2027. Zakayo ashuke asishuke! Ashuke asishuke! Semeni one term. Viongozi hao wakishikilia kuwa rais Ruto ni rais wa muhula mmoja, huku wakionya serikali dhidi ya njama yoyote ya kuiba kura kwenye uchaguzi ujao. Mimi nataka nitazame televisheni na nimwaahidi Mheshimiwa William Ruto, mukijaribu kuiba tu kura 2027, sisi kama vijana wa Kenya bila usaidizi wa polisi tutawashika sisi wenyewe na tutawapeleka kotini aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ambaye sasa ndiye kiongozi wa chama cha Democracy for the Citizens DCP, aidha amesutwa. Nilisikia mwingine akisema ati watafanya vile walifanya 2007, kwa sababu wamezoea kupiganisha vijana. Mimi nataka niwaambie hivi, in 2027 hakuna kijana atapiganishwa na mwingine vinara wenzake kwenye muungano wa upinzani Kalonzo Musioka, Fred Matiang'i na Martha Karua hawakusazwa pia. Morara na Kasmuel wameahidi kuwachukulia hatua kali viongozi hao wote pindi tu watakapochukua usukani wa serikali. Mimi nimekuja kuwaomba ruhusa, mnipe nafasi niwe rais wa nchi ya Kenya. Sina pesa ya kuwapatia lakini mkinipatia nafasi on day one nitashika hao wezi wote na nitawaweka jela. Na baada ya kuzindua vuguvugu vugu la vijana, viongozi Morara Kebaso na Kasmuel McOure sasa wana kibarua cha kuzunguka taifa nzima kushawishi vijana wenzao kujiunga nao. David Muthoka, NTV, kutoka mtaa wa mukuru kwa Njenga, Nairobi.